Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Hii ni Bambara TV katika mtaa wa Buyenzi. Lengo ni moja tu, kufanya Bambara na mtaa. Ni kipindi kinachouliza maswali, unaelimika kupitia maswali. Mimi naitwa Ibrahim Ramadhan na ndio mwendeshaji wa, wa kipindi hichi. Swali la kwanza ambalo tutauliza katika genge za kahawa hapa Buyenzi. Swali la kwanza ni katika nguzo sita za imani. Imani ya kuamini Maswahaba ni nguzo ngapi? Na swali la pili, jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'ani ni sura ngapi? Jibu ni kwamba imani ya kuamini mii maswahaba si katika nguzo za imani. Jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'an ni sura 114. Mimi naitwa Ibrahim Ramadhan, endelea kufuatilia mpaka mwisho ili kujua majibu ya watu wa Buyenzi. Karibu. Karibu, naam, <coughs> Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah uh, hii ni Bambara TV tukiwa katika mtaa wa Buyenzi. Mimi naitwa Ibrahim Ramadha na leo ni asubuhi mapema na hapa nikiwa na wazee. Ah uh, lengo ni lile lile, ni maswali mtaani kipindi maarufu kinachoitwa Bambara na Mtaa. Nitauliza swali na kila atakayeweza atatoka na zawadi. Wazee wangu wanapiga kahawa, nitawajazia kahawa ili twende na kipindi vizuri. Wazee wangu, nina swali moja kwenu. Nitamchagua mmoja ili aweze kujibu. Katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Kwangu naona siwezi <laughs> nikajua kweli. Njoo hey. Kamera njokmea katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Naam, tunaendelea. Katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Naam, katika nguzo sita za imani Imani ya kuamini masahaba, kama sikusahau, inaweza e, kuwa ni nguzo ya tatu inshallah, kama sikusahau, tatu. Mzee wangu anasema nguzo ya kuamini masahaba ni nguzo ya tatu katika nguzo za imani. Mzee wangu anakubaliana naye? Ah, siko sahihi ah. inawezekana kuwa ni nguzo ya tatu, lakini kwa fikira yangu naona karibu hapa ni kama nguzo ya pili hivyo. Mzee wetu amesema ni nguzo ya pili. Uh, twende kwa mzee hapo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi. Ni nguzo ya nne. Nguzo ya nne, katika nguzo sita za imani. Imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Kama sikusahau unaona ni nguzo ya tatu. Wazee wangu na mtafuta umoja ili nimalize mzee wangu, katika nguzo sita za imani, nguzo imani ya kuamini masahaba ni nguzo ya ngapi? Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykumus salam. Kwangu mimi, kama sikusahau, mimi naamini nioo watatu wenzangu wa, kwa sababu mwono wangu niyo ya wa tatu, ya tatu. Mm-hmm. Naongeza mmoja. Wapenzi watazamaji, hii ni Bambara TV na hii ndio utamu wa kipindi hichi. Tuendelee, nakuja kwa mzee hapa. Mzee wangu, katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini masahaba ni nguzo ya ngapi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Mimi kwa imani yangu vile naona katika kumbukumbu -kumbu, na, na ni nguzo ya kwanza. Mzee wetu amesema ni nguzo ya kwanza. Nani atakayesaidia genge hili? Umoja jitokeze ili aisaidie genge. Wa alaikum salam, katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ngapi? Nguzo katika arkanul imani, no. inakuwa limanu billah, kumwamini Mwenyezi Mungu, no. malaika wake, no. mitume wake, no. kuamini kiama, no. kuamini heri na shari kutoka kwa Allah, no. sawa, no. eh Ziko sita tu basi. naam. Mashaallah. Ah, uh, ndugu mpenzi mtazamaji, katika genge hili tumempata mshindi wa kwanza na atatoka na zawadi yake. Ukipata unapewa zawadi na ukishindwa, nakupa elimu. Katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? pana yose hmm. Aujui? naam no. Unaitwa nani shabani? Shabani. Aujui? Haujui? Unaitwa nani? Akbar. Akbar. Katika nguzo sita za imani. Imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Ya 4. Ya 4. Swali la pili linasema: Jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'an, Jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'an, yani msafu mzima. Ni sura ngapi? Ah. Ah. Na hiyo nakosa. Unakosa? Kwa nini inakubidi mtu asome kabisa? Inabidi. Turudie madrasa, turudie madrasa. Mashallah, katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba, yeah, ni nguzo ngapi? Haraka haraka hivi itakuwa shida kidogo kujibu, au ipati mzi wangu, labda ni nyooshe swali vizuri za imani imani ya kuamini maswahaba ni nguzo sita za imani. Imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Kuamini maswahaba. Naam. Naweza kuwa ni nguzo ya nne. Ya nne. Naam. Katika nguzo sita za imani. Imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Eban, hapo kama siku hafilika, nafikiria ni ya tatu. Ndugu yangu unaweza kumsaidia hapo? Imani ya kwanza. Jumla ya sura zinazopatikana ndani ya musafa, yani ndani ya Qur'an. Ina jumla ya sura ngapi? Labda mulizi ndugu yangu kuto kusoma annainayo inasaidia sio mia na arubaini na mbili kama unakuja yani, kumbuka vizuri, kama sio 42 basi ni 43. Acha nje huku ili uone, je, una kumbuka vizuri? <laughs> <laughs> Miana 41 <laughs> <laughs> Jumla sura zina, so paskana, ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'ani ni mia na kumi na nne. Mia na kumi na nne. Ndani ya Qur'ani, Qur'ani nzima kuna jumla ya sura ngapi? Na muulize kwanza, anzia kwanza huyu. Nikimuuliza nitamgeuzia swali. Jibu kwanza. Ndugu yangu, unaitwa nani? Anaitwa Jaafar. Jaafar. Mm. Hii ni Bambara TV, yeah. Swali moja tu kwako, katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini masahaba ni nguzo ya kuamini masahaba. Naam, no. <laughs> mm. Kiongozi, no. usaidieswali katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini Maswahaba ni nguzo ya ngapi? Geuka huku, geuka huku. Nguzo ya nne. Ya nne. Ndugu yangu, mimi naitwa yeah. Malik. Malik. Uh, mm. <tempo> <tum> <tum> Ndani ya Qur'an kuna jumla ya sura ngapi? Yani, msahafu mzima kuna jumla ya sura ngapi? Geukakul Anasema mia na kumi na nne. Jamaa amepatia, anasema jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'ani ni jumla ya sura mia na kumi na nne. Tapata zawadi yako ndugu yangu, hii ni Bambara TV. Na, na mzee wangu, katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? No. Katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ngapi? Tuletea <coughs> <coughs> sisi maswala ya nguzo ya dini basi achani badili, basi ba, swali swali la pili ni kwamba jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'an ni sura ngapi? Ukip, ukipata unapewa zawadi na ukishinda nakupa elimu guzo, yaani nakusudia kwamba jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'an ni jumla sura ngapi? Mzee. Hapo mimi sipapati mzee wangu. Hatupati hapo. Mzee tunasaidia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Asalamu alaykum wa wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Naam, sura zinapatikana katika Qur'ani ni sura 114. Mashaallah. Bwana mzee wetu amepatia hapo. Allah kujazeni khairi. Uh, uh, ja uh, uh, Allahu jazeni khairi uh. Katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Nguzo sita mm, ni nguzo ya tatu. Ya tatu da wapi kabisa. Gustavo uh, mwenyewe wapi hapa Chochote. <tipos> Basi... amna yes. yeah. Katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? ni nguzo ya tatu. Ndugu yangu anasema ni nguzo ya tatu. Tumsaidie nguzo ya tano. unaitwa nani, ndugu yangu? Ndugu yangu msaidie nguzo ya 4. Nguzo ya nne saidie huko <laughs> Yeah. Tusogee huko hidi. Naam, Eh, mimi nikiangalia ni 5, nguzo ya tano. Nguzo ya tano swali la pili ni kwamba ndani ya Qur'ani yani musafu mzima una jumla ya sura ngapi? Anza kwanza kwa mwingine kwanza. Hiyo naweza. Ni kwamba haujui au? Yeah no. Jibu. Anza kwa huyu. Tende kwa huyu. Mimi? Ni juzuu mbili. Yaani nimekusudia jumla ya sura zote. Sura zote. Jumla ya sura zote eh. <laughs> <Ni nyingi tu. laughs> Ni ngapi? Sura. Mm. Katika nguzo sita za imani. Imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Nguzo zipo sita za imani. Yaani imani ya kuamini maswahaba ni nguzo ya ngapi? Ya kwanza. Ya kwanza? Mm. <laughs> <laughs> Ni kweli. Ni ya kwanza. Ni ya kwanza. Ndio unaweza katoa fikra kidogo, yeah. Basi niingie kwenye swali la pili. Ndani ya Qur'an jumla ya sura zinazopatikana mle, yani msafu mzima, ni jumla ya sura ngapi? Eh, jumla ya sura mzima 30. 30? kama usikia hii mzee anasema 30, yani jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'an. Unakubaliana naye kubaliana yeah. Basi kama tulivyoahidi kipindi hichi ni cha kuelimisha, ni kwamba jumla ya sura zinazopatikana ndani ya Qur'ani ni sura 114. Naam. Yeah. Alafu katika nguzo sita za imani, imani ya kuamini maswahaba haimo. Ya kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu, ya pili malaika zake Eh, mitume wake, vitabu vyake eh, kuamini siku ya mwisho na kuamini makadara kwamba kheri na shari hutoka kwa nani? Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu mpenzi mtazamaji, mimi naitwa Ibrahim Ramadha, na hichi ndicho kipindi chetu cha maswali mitaani. Hii ni Bambara na Mtaa, tukiwa katika maeneo ya Buyenzi, na haya ndio majibu ya watu wa Buyenzi kama mlivyoona katika kipindi chetu.